Na serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha hakuna udanganyifu katika tathmini ya kitaifa ya mitihani ya gredi ya sita na gredi tisa kote nchini. Akizungumza baada ya kuongoza shughuli ya usambazaji wa karatasi za mitihani katika afisi ya naibu kamishna, kaunti ndogo ya Starehe jijini Nairobi, katibu katika wizara ya usalama wa kitaifa Daktari Raymond Omollo aliwaonya wanaokusudia kushiriki kwenye udanganyifu wa mitihani kuwa watakabiliwa ipa Timothy Kipnusu na taarifa hiyo. Siku ya tatu ya tathmini ya kitaifa ya wanafunzi wa gredi ya tisa KJSEA na siku ya mwisho ya tathmini ya kitaifa ya wale wa gredi ya sita KPSEA, katibu katika wizara ya usalama wa taifa Dr Raymond Omolo alikuwepo kushuhudia kufunguliwa kwa kusambazwa karatasi za mitihani katika afisi ya naibu kamishna katika eneo la kaunti ndogo ya Starehe jijini Nairobi. Dkt. Omollo alisema mitihani inaendelea vizuri kote nchini isipokuwa changamoto chache katika maeneo machache ambako mvua imeathiri usambazaji wa karatasi za mitihani. We have, uh, not had any major incident, uh, worth, uh, uh, worrying about. Uh, and this is because of the good, uh, coordination and collaboration that has happened. Uh, between all the players, uh, starting with the Minister of Education baadaye alizuru shule ya msingi ya Park Road kufuatilia jinsi mitihani inavyoendelea in the case of uh, because the short rains have just begun so there are challenges, uh, of access to certain places where we've had, uh, delay in the distribution of, of examination papers. But again, the teams have worked around the clock to ensure that uh, Alisema wizara ya usalama wa taifa inashirikiana na wizara ya teknolojia ya habari na mawasiliano, inafanya kazi usiku wa mchana kuhakikisha mitandao ya kijamii haitumiki kuendeleza udanganyifu katika mitihani hiyo.

mwalimu mkuu wa shule hiyo Mary Muhari alitoa wito kwa serikali usaidia shule ambazo zinakabiliwa na ukosefu wa umeme ili kuhakikisha mitihani inaendelea bila matatizo. and that's the zaidi ya wanafunzi milioni moja nukta mbili tisa wa gredi ya sita wanafanya mitihani wa KEPSEA huku wanafunzi milioni moja nukta moja tatu wa gredi ya tisa wakifanya mtihani wa kwanza kabisa wa KEJISEA ambao utaamua mpito wao katika shule za sekondari. Huku mitihani ya KEPSEA ya wanafunzi wa gredi ya sita hali kadhalika KEJISEA wanafunzi wa gredi ya tisa ikiendelea serikali kupitia wizara ya elimu hali kadhalika wizara ya usalama imetoa onyo kali kwa maafisa wote ambao watahusika katika visa vya udanganyifu ikisema kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria. Timothy Kipnusu, Darubini, Nairobi.